ni mvua ya moto katika anga la israeli haya siyo maneno yangu ni maneno ya vyombo vya habari vya magharibi mvua ya moto inanyesha katika anga la Israeli. drone mia moja zikifuatiwa na makombora ya balistiki mia moja hamsini ndiyo idadi ya silaha zilizopelekwa katika kanchi kadogo ka israeli unajua israeli zikiwa mbili bado hazifikii mkoa wa tanzania wa kigoma Yaani Israel ukijumlisha Israel bado haziwezi kufikia mkoa wa Kigoma. Israel ni nchi ndogo sana. Sasa mashambulizi ya Israel kwa Iran wamesema, wa walitumia ndege mia mbili kupiga military site tofauti, kupiga sehemu tofauti, vituo tofauti tofauti mia moja Magharibi ndio walitoa wa uchanganuo na kuna viongozi wa Iran waliuawa. Wa Iran wakaapa watalipiza na wazayuni watauhisi moto. Hii operation ya wa Iran inaitwa True Promise 3, ahadi ya kweli ya tatu. Operation ya Israel kwa Iran inaitwa Rising Lion. Kwa hiyo tunataka tuone kati ya Rising Lion, simba anayepaa na ahadi ya kweli ya tatu ni nani atakayefanikiwa? Ndugu zangu, kwanza staili ya mapambano ya kisasa mwasisi wake ni mwajemi, yaani ni Iran. Yaani hizi vita hii staili ambayo Urusi na Ukraine wanapigana, muasisi wake ni Iran, kwanza ujue hilo. Na Elon Musk alitoa ili wazo hata kwa idara ya jeshi ya Marekani kwamba huu ni muda Marekani iache kuwekeza kwenye mandege makubwa ya gharama na ianze kuwekeza kwenye drone na makombora. Huyo ni mzee wa pesa nyingi, bwana Elon Musk. Ameshajua dunia inaelekea wapi. Sasa ripoti kutoka ndani ya Israel na mwanahabari wa Fox anasema hivi, hakuna mfumo wa anga wowote duniani wenye uwezo wa kuzuia moto wa Iran. Huyu ni ripota wa Fox aliye Israel, katikati mwa nchi ya Israel, tena ana ripoti hii habari akiwa katika ofisi za idara ya usalama ya Israel zilizoshambuliwa. Hii alikuwa anasema the Pentagon of Israel has been attacked. Yaani, Pentagon ya Israel imeshambuliwa. Unajua Pentagon ni makao makuu ya idara ya usalama ya Marekani, ofisi maarufu sana. Sasa ofisi hizo zilizo ndani ya Israel zimeshambuliwa. Nini tafsiri ya kupiga makao makuu ya usalama ya Israel? tafsiri yake ni kwamba waajemi wanasema Israeli wana uwezo wa kuipiga sehemu yoyote ile. Kumbuka, haya makombora yalikwenda katikati mwa nchi ya Israeli. Nataka nikupe picha hii. Gharama waliotumia Israeli kwa operesheni yao moja ni pesa nyingi sana, ndege mia mbili kwa operesheni moja, yaani kwa mahesabu yangu ya haraka haraka ni zaidi ya dola bilioni mia. Nao gharama ni kubwa sana. Gharama za uendeshaji wa ndege za Marekani ni hela nyingi sana kama Iran atakuwa ametumia labda tuseme dola milioni moja. Israeli anaweza akawa ametumia zaidi ya dola hata milioni mia mbili. Gharama za uendeshaji wa vifaa vya kijeshi vya Marekani ni bei ghali sana. Sasa Iran amesema hivi yoyote atakaye ingilia huu ugomvi atajibiwa vikali. A, nafikiri yoyote hapa anayetajwa ni nani? Ni Marekani. Marekani ameambiwa atulize mshono wakati Israeli akishulikiwa. Unajua ndugu zangu, najua wengi mna habari nyingi sana kuhusiana na uwezo wa Israeli wa kijeshi. Unajua, Israeli pamoja na washirika wake wana akili za kimandonga, yaani Israeli wakikupiga, wamekupiga. Ukimpiga, bado wamekupiga. ndivyo Israeli walivyo. Kwa hiyo, sawa, walipiga Iran, wakaitangazia dunia walivyo waua viongozi wao na wanasayansi wao na viongo, na raia wao. Iran amejibu katika skeli ambayo inatishia uwepo wa Israeli. Unajua ka Israeli ni kadogo sana ndugu zangu, yani hamtengeneza picha, Tanzania leo hii inapigana na nchi kama labda Malawi, au Tanzania inapigana na nchi kama Rwanda, yaani mna ki kile kinchi Tanzania tuko milioni sitini na tano, Rwanda wako sijui milioni kumi na nne kumi na tano, hakuna uhiano hapo. Watu wana zile notion za kiimani kwamba Israeli ni taifa teule, nimewaambia Mungu habagui ndugu zangu, ni toeni hizo imani. Tuje kwenye mashambulizi ya Israel kwanza yalivyofanikiwa. Maafisa wa Israel wanadai kwamba walifanikiwa katika operesheni yao kwa sababu ndani ya Iran kulikuwa na maafisa wao wa kiintelijensia wa Mossad, ambao walifanikisha kuzima mifumo yote ya ulinzi ya Iran. Ndio maana ndege zao zikafanikiwa kufanya mashambulizi kwa ufanisi na usahihi wa hali ya juu. Sasa nataka kwanza nikupe nikupe clarification ya hii issue ya Mossad kuwa ndani ya taifa la Iran. Siwezi kukataa hata kidogo, kwamba Mossad wanaweza wakawa wana maajenti wao ndani ya nchi ya Iran. Kwanza nikupe sifa za Mossad. Mossad wako dunia nzima, yaani maafisa wa intelijensia wa Israel. Mossad wametapakaa dunia nzima, ni sehemu moja tu. Mi nakuwaga na shaka kama wamefanikiwa kuingia, sijui kwa nini Mosadi ni hawatupagi habari nyingi kuhusiana na Urusi. Sijui kwa nini watu wengi wanapenda kusema kama vile Urusi na Israeli ni ndugu wa damu, huwa na shaka kwa sababu, kwa nini Mosadi ni hawajafanikiwa kuisaliti Urusi, yaani kutupa siri kamili za nchi ya Urusi ndani ya Tanzania hii kaifanyie uchunguzi na kupa hii. Kuna baadhi ya mashehe, maaskofu na wachungaji wameapa kupigana mpaka kufa kulitetea taifa la Israel. Hao automatically ni memba wa Mossad ndani ya hii nchi yetu Tanzania. Wako wachungaji, maaskofu, mapadri wana viapo vya siri, mpaka mashehe wana viapo vya siri vya kuitetea Israeli. Kwa hiyo Mossad ndiyo shirika la kiintelijensia bora kabisa duniani, wala usio na shaka. Hakuna cha American intelligence, hakuna cha UK intelligence, hakuna cha nini intelligence. Ya bora namba moja duniani ni Mossad, wala usio na shaka. Shida kubwa ya Mossad hawana mtaji wa kutekeleza operation baada ya kupata intelijensia sahihi. Sijui umenielewa. Yani Mossad wanaweza wakapata waka siri nyingi sana za shambulio baya kabisa linataka kutokea nchi fulani yoyote ile. Wanachokifanya Mossad ni kuuza ile habari. Mossad wanauza habari nyingi sana, kwa sababu Mossad ni network pana, kwa sababu tayari ina wanadini, ina madaktari, ina watu wote unaojua wewe katika uso wa dunia hii, wanafanya kazi kwa hiyo kwa ajili ya Mossad. Na Mossad inafanikiwa kuwa na memba wengi waaminifu kwa sababu ina mwavuli wa dini ina mwavuli wa imani. Kwa hiyo Israel, Israel kweli wamefanikiwa walivyoishambulia Iran, kwa sababu naamini kabisa ndani ya Iran kuna watu wa Iran wamekula kiapo kuisaidia Israel, yaani sina shaka hata kidogo. Lakini nguvu ya kijeshi ya wajemi, ndugu zanguni, za ni kubwa sana. Shida ni kwamba magharibi hawana taarifa kamili za nguvu za kijeshi za Iran. Kama shambulio moja limebeba vifaa vyote hivi na vimefika katikati ya nchi ya Israeli, tafsiri yake ni nini? Iran anaweza kumwaga moto wa kuichoma nchi nzima ya Israeli. Huo uwezo Irani anao ya, yaani kama magharibi wataungana kuliangamiza taifa la Iran, uwe na hakika kwamba Israel nayo itaangamia. Yaani ni piga ni kupige katika hii vita. Ndugu zanguni, hakuna mnyonge. Usidanganyike kwamba Irani ni mnyonge wa Israel, kwa sababu Israel ana tagi la Marekani na Ulaya Unajidanganya. Kuna mtu aliniandikia comment akasema, hii vita ni biashara imefanyika kati ya Marekani na Urusi, kwamba eti Marekani amemuuzia Urusi Ukraini na Urusi amuuzie Marekani Iran. Hicho kitu kiwezekani, kwa sababu vita kubwa ya Urusi ni kuhakikisha dunia inakuwa na, wa, na watu wengi wakubwa wa kumpinga Marekani ili Urusi awe salama, kwa sababu kama Iran itadondoka itakuwa ni pigo kwa Urusi na China. Hicho kitu Urusi na China hawataki kukisikia kwamba Irani inapoteza vita hii. Kwa hiyo wale wote ambao tulikuwa tumelishwa matangopori kwamba Marekani na Israel ndio nchi zenye mfumo bora kabisa wa anga duniani, Waajemi wametuonyesha kwamba hakuna mfumo wowote duniani wanashindwa kuingia. Unajua kwa nini mashambulizi ya Wajemi yameenda kwa awamu? Magharibi wametumia neno wave of attack, yaani mawimbi ya ma mashambulizi. Wimbi la kwanza la drone lilikuwa ni kuzichokoza kuzi zile air defense, zianze kupiga makombora uvyoovyo, yani zianze kuachia makombora yani, zile mia moja, kazi yake lilikuwa ni kutekenya ile mifumo ya anga ya Israel. Ile mifumo imetekenyeka kweli, ikaanza kuachia makombora yake, alafu sasa Iran ndio akaachia makombora rasmi, siumenelewa? Yani wakati makombora rasmi yanakuja, mfumo wa anga wa Israel umeshachoka ukitungua mia moja hiyo ndio staili mpya ya Waajemi ya mapambano. Israeli anavamia kama simba. Simba anatumiaga nguvu nyingi sana, akili nyingi sana kwa katika mawindo yake. watu wote mnajua na Israel wanajiita simba. wazee wa kanisani, simba wa Yuda, si ndio? Simba wa Yuda ameunguruma kweli kabisa. Simba wa Yuda aliunguruma na Waajemi wamemjibu simba wa Yuda. Waajemi wameenda kama nyuki. nimewahi kukuuliza swali hivi ukivamiwa na nyuki na ukivamiwa na simba ni kitu kipi ungependa uvamiwe nacho kati ya hivyo vitu viwili? Nataka nikwambie, ukiwa na kisu simba unaweza ukamjeruhi na akakuachia, lakini ukiwa na kisu huwezi kumjeruhi nyuki. Nyuki wako wengi, watakutangata mpaka utakufa. Siku hapa kushabikia, nataka nikupe picha ambayo upande wa pili wa magharibi hawawezi kukupa hii. Vita israeli amechokoza moto ambao sijui wa kuzima ni nani. Labda China na Urusi watumwe kum, kumtuliza Mhajemi, lakini kama wata escalate, Middle East itawaka moto yote. Israel peke yake hawezi mpaka abebwe na Marekani na Ulaya. Mhajemi ni jeshi la mtu mmoja. Watu watanaambia Urusi yupo, China yupo. Urusi ana mzigo wake. Wakati na rekodi hii video, Urusi alikuwa anaiharibu Ukraine vibaya mno, yani wakati Urusi anajua kabisa Marekani yuko busy na Israeli. Huyu mtoto nimeachiwa sasa na watu wa Ulaya, ni muda na mimi kufanya mambo yangu. Kwa hiyo yu Urusi yuko bize kweli, kama vile Urusi alivyofanywa bize na Ukraine, Marekani akafanikiwa kuimpindua Bashar al-Assad. Hapa ndipo Urusi naye na, na, anataka afanye mambo yake aimalize Ukraine ili afanikiwe kupata anachokitaka. Dunia inatafuta balance, yaani haya yote unayoyaona ni wakubwa wanatafuta balance ya kuheshimiana. Hizi vita zikiisha, dunia itakuwa na amani ya kudumu. Niamini ninachokwambia. Marekani atachukua mkia wake atauweka nyuma kwa maisha yake yote, atarudi nyumbani, atatulia. China atakwenda kuitawala mashariki ya kati akishirikiana na Iran. Urusi ataitawala Ulaya. Nimesha kuambia ni swala la muda, utaona tu, wenye chakula ndio wataitawala dunia. Vita ya Israel na Iran imeanza, bei ya mafuta imepanda juu, eh, wakati Ulaya walikuwa na kikao cha kupambana kuishusha bei ya mafuta ili Urusi asipate pesa. Sasa kama bei ya mafuta inakwenda kupanda, wakati wa uzaji wakubwa wa mafuta ni Iran Urusi. Maanake nini? Hao watu watakuwa na pesa nyingi zaidi ya kupigana. Halafu hao wanaopigana nao, nao, wana maisha kweli? Yaani tunatengeneza na ile picha ya kiuchumi. Hii vita magharibi wana, wana mtaji wa kupigana. Magharibi walikuwa hawana taarifa sahihi za uwezo wa Iran wa kijeshi, niamini amini, ila nataka nikwambie hii vita haitapiganwa muda mrefu sana, kwa sababu Marekani ana vita nyingi na hayuko tayari kupigana muda mrefu kwenye hii vita. Marekani bajeti yake ya kivita iko depleted kwa kiasi kikubwa sana. Kama wahajemi ni defenseless, yani kama wahajemi wanapigika na waisraeli kirahisi, uwe na uhakika na Israeli inapigika kiraisi na wahajemi. Vita sio nzuri, wa Tanzania tusiombee vita ije kwetu. Elimikeni wa Tanzania msio wasomi.